Bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiina Muhammadin waala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. E, Waraka wa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania kuhusu uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kauli mbiu ni amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Utangulizi. Waheshimiwa viongozi wa dini, wajumbe wa mkutano mkuu wa Hayatul Ulama, wagombewa nafasi zote za kisiasa nchini, waandishi wa habari na watanzania wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama ni taasisi iliyoundwa na wanazuoni wa Kiislamu kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu ikiwa na lengo la kutoa nasaha na miongozo ya kiimani na kijamii ili kufikia lengo la kutafuta radhi za Allah na kujenga amani, umoja na mshikamano imara wa kijamii na kitaifa. Katika kipindi hiki muhimu cha kihistoria taifa letu linakabiliwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge, wawakilishi na madiwani utakaofanyika mwezi Oktoba 2025. Tukiwa na imani kuwa taifa letu linaweza kufanikiwa tu kwa umoja na mshikamano mkubwa, tunatoa waraka huu kama nasaha kwa kila Mtanzania na kila mgombea. Lengo letu ni kuhimiza kila mtu kuwa chachu ya amani na haki katika uchaguzi huu. Waasisi wa taifa letu hili walituonesha kuwa maendeleo ya kweli yanatokana na umoja wa wananchi bila kujali tofauti zao za kidini, kikanda au kikabila. Walitufundisha kuwa taifa lenye ustawi linajengwa kwa haki na huruma na kwamba hakuna nguvu inaweza kuvunja taifa linaposhikilia mshikamano wake. Sisi tunafuata mfano wao, tusiingize propaganda, chuki wala ubaguzi wowote wa kisiasa, kidini ama kikabila kuvunja umoja wetu na kuharibu maendeleo ya taifa letu kwa jumla. Kauli mbiu yetu ya amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi inaashiria wazi kuwa amani ni kipimo cha mafanikio ya uchaguzi wetu. Kabla ya uchaguzi, sote tunajitegemea katika kulinda amani na utulivu wa taifa letu, na wakati wa uchaguzi unafanyika tunahakikisha ufanisi na usalama wa taifa letu unaendelea, na baada ya uchaguzi tunaendeleza mshikamano na umoja wetu bila kuchelewa. Tunayasema haya bila kupendelea chama chochote au mgombea yoyote. Tunaamini kuwa amani ni kipaumbele cha juu kwa maendeleo ya nchi yetu na taifa letu. Kwa misingi hiyo na kuheshimu katiba ya nchi, tunahimiza kila Mtanzania aendelee kutumia haki yake ya kikatiba bila hofu. Kama viongozi wa dini, hatuhamasishi kuchagua mgombea fulani au chama fulani. Badala yake tunaheshimu taifa letu na tunalinda amani na usalama wake kwa kuhimiza ushiriki salama na wa amani kwa wananchi wote. Nasaha na mawaidha mema kwa wagombea wote na Watanzania. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema sema, fanyeni matendo mema, kwani Mwenyezi Mungu ataona matendo yenu na mtume wake na waumini. Kurani sura ya tisa aya mia moja na tano. Aya hii inasisitiza kuwa kila mmoja wetu anawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu kwa matendo yake na hivyo ni vyema tukakumbuka kuwa kuwekeza nguvu zetu katika mema kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu na taifa letu. Uchaguzi huu ni fursa ya kipekee ya kuonyesha uwajibikaji na ujasiri wetu katika kuilinda katiba ya nchi yetu. Kila kura ni kipimo cha ja uhuru wetu na uchambuzi wa matumaini ya taifa letu kuendelea kuwa na amani na ustawi. Tunazungumza nanyi nyote leo Waislamu na sio Waislamu kwa kuwa sisi sote ni sehemu ya taifa moja lenye malengo ya amani, umoja na mshikamano. Kama taifa lenye imani na matarajio makubwa, tusahau tofauti za kidini, kikanda na kisiasa na tushike msingi wetu wa umoja na upendo ajili ya kuiendeleza nchi yetu na taifa letu. Dunia imekuwa ikitupa mifano muhimu katika kipindi kama hiki. Kwa mfano nchi kama Malaysia, Indonesia na Moroko zimeonyesha thamani ya uchaguzi huru na wa haki. Viongozi wa dini na kijamii huko wametoa wito wa amani na uwazi wakati wa kampeni huku nchi hizo zikijenga mifumo thabiti ya kulinda haki za wafuasi wa dini wafuasi wa dini zote. Moroko, kwa mfano, imeimarisha katiba yake na kulinda uhuru wa dini na haki za wananchi ikihakikisha uchaguzi unaendelea bila vurugu. Matokeo yao ni funzo kwetu. Tofauti zetu za kidini, kikabila, kisiasa na kitamaduni zinaweza kutusha, kutushawishi badala ya kutuvunja, tukiamini kuwa katiba uhuru na amani iliyopo nchini ina nguvu ya kutuletea maendeleo. Kama wanazuoni wa Kiislamu nchini na wananchi wa Tanzania, tuache ubaguzi wa aina yoyote ile na tuendeleze na tuendelee kuenzi thamani za thamani na haki katika hatua zote za uchaguzi huu. Amani na msingi wa maendeleo na ustawi. Hakika, Amani ni neema kubwa zaidi baada ya imani. Ni upofu wa kimaono kudhani kuwa taifa linaweza kufikia maendeleo ya kweli bila kwanza kuhakikisha wananchi wake wanalindwa dhidi ya vurugu na hofu. Mipango mikubwa ya kiuchumi na kijamii haina maana yoyote ikiwa itatekelezwa katika mazingira yenye migogoro, ukosefu wa haki na utulivu dhaifu na Amani ni mzizi unaolinda kila mwananchi mkulima katika shamba lake, mfanyakazi katika ofisi yake, mwanafunzi darasani kwake na mfanyabiashara sokoni kwake na katika eneo lake la biashara. Amani ni ardhi ya amani tunayoisimamia sote, tunayosimama sote juu yake bila kujali dini, kabila au asili yetu. Jambo la kwanza tunaloomba kutoka kwenu ni ahadi ya dhati ili kulinda amani na utulivu wa taifa letu, kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Jamii inahitaji watu wa maamuzi mema ambao hawatafanya vurugu pale tofauti zinapojitokeza. Tunawahimiza wagombea wote bila ya kujali vyama vyao, watambue kuwa kiongozi wa kuaminiwa ni yule mwenye dhamira njema ya kulinda na kudumisha utulivu wa taifa. Katika kipindi chote cha kampeni, ahadi zenu ziwe za kweli, ziwe na mizizi ya dhati katika dhamira zenu na hatua zenu za, za, za, ziakisi uwazi wa nia njema. Hakuna nafasi ya udanganyifu au kauli zinazowatia wananchi hofu na wasiwasi. Amani hutokana na misingi thabiti, na msingi thabiti wa haki, uadilifu na uwajibikaji. Hatua hizi ndizo msingi ambao maendeleo ya kweli yanajengwa juu yake. Katika muktadha huu tunasisitiza mambo muhimu yafuatayo: vyombo vya uchaguzi kusimamia haki na uadilifu. Vyombo vyote vinavyosimamia mchakato wa uchaguzi vinapaswa kuongozwa na misingi ya haki na uadilifu. Hatua zote kuanzia usajili wa wapiga kura, utoaji wa fomu upigaji kura hadi kutangazwa kwa matokeo zitekelezwe kwa uwazi, usawa na bila upendeleo. Hili ndiyo jukumu la pamoja na uwekezaji wa taifa zima kuhakikisha kila raia anapata nafasi sawa ya kushiriki uchaguzi huu, huku akiishi na akihisi amani na uadilifu vimewekwa mbele. B. mchango wa viongozi Wagombea wote waje mbele na nia safi ya kujenga amani na usawi wa nchi yetu. Kiongozi anayestahili kuingia madarakani ni yule anayeonyesha uwajibikaji mbele ya taifa letu, si maslahi madogo ya chama, kabila au kikundi chake. Miradi ya maendeleo mnayoisimamia iwe nguzo ya kuwaunganisha wananchi na kuimarisha mshikamano wa kitaifa, siyo chanzo cha chuki, mgawanyiko au umwagaji wa damu. Endeleeni kushikamana na dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi kwa moyo wa uadilifu na uwajibikaji badala ya kuongozwa na tamaa za kisiasa au maslahi binafsi si, kuheshimiana na kuepuka vurugu. wananchi wote, watumishi wa umma na viongozi tunawajibika kuepuka kila tendo linaloweza kuvuruga amani ya taifa letu. ni haki kumtetea au kumuunga mkono mgombea unayempenda, lakini haipasi kufanya kwa gharama ya kuua matumaini ya wengine. Ushindi wa kweli wa kisiasa haupasi kupatikana kwa njia ya vurugu, chuki au mashambulizi ya lugha au mashambulizi ya lugha za chuki, bali kupitia taratibu sahihi, busara na heshima, kama yanavyotufundisha maadili yetu ya kidini na kijamii. Tujenge mustakabali wa taifa letu kwa misingi ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa si kwa uharibifu na fitna. Mlango wa haki ni mpana na unaleta mbegu za amani na utulivu katika jamii. Kuanzia kutetea haki za mtu aliyedhulumiwa hadi kulinda haki za kundi zima. Tujipange kama wananchi wa taifa letu ili kuhakikisha hakuna mmoja wetu anayenyimwa haki yake. Baadhi ya haki kuu tunazotambua ni hizi zifuatazo. Haki ya kuabudu. Kila raia wa Tanzania ana haki ya msingi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa uhuru na bila ya vizuizi, kwa kutambua kuwa ibada ni chanzo cha maadili bora na mshikamano wa jamii. Kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpeni kila mwenye haki haki ya yake, inatufundisha kwamba kila mtu anapaswa kupewa nafasi ya kuishi kwa imani yake. Hii ni pamoja na kushiriki katika nyumba za ibada, kufanya sala na maombi kwa amani bila kuingiliwa. Waislamu, Wakristo na waumini wa dini nyingine tunapaswa kusimama pamoja kulinda haki hii, kwa kuwa kuheshimiana katika ibada ni msingi wa mshikamano wa taifa letu na amani ya vizazi vijavyo. Haki ya kuishi salama: kila mwananchi ana haki ya kuishi salama na kustawi katika nchi yake bila hatari yoyote ile. Ikiwa mtu yoyote amedhulumiwa haki hii awe mgombea ama raia wa kawaida, ni wajibu wa vyombo vya dola na jamii kuchukua hatua stahiki. Hatua hizi hazipaswi kuathiriwa na ubaguzi wa aina yoyote ile, kwani haki ni haki kwa kila mmoja. Bila msingi huu wa utu na usawa, hatutaweza kufikia maendeleo thabiti na endelevu tunayoyatarajia katika taifa letu. Haki za mwanamke. Ni jambo la kusikitisha kuona wanawake wakidhulumiwa au kutukanwa kwa sababu ya majukumu yao ya kisiasa. Katika imani yetu mwanamke ni mtu aliye na sifa na haki zake katika dini na jamii. Haki zake ni sawa na wanaume. Ni kosa kubwa kumdhalilisha mwanamke yeyote yule. Hatuwezi kumruhusu mtu yeyote aeneze chuki au matusi dhidi ya wanawake. Lazima kukomeshwa kwa tabia hii ya kuwatusi wanawake kwenye mitandao ya kijamii au hadharani na badala yake tukumbatie imani zetu za kuheshimu haki za wanawake na kuwapa nafasi zao za kijamii. Hili ni muhimu kwa amani yetu, kwani dhuluma kwa wanawake inaweza kusababisha vurugu na kuchochea chuki katika jamii. Haki ya maiti: hata marehemu ana haki zake kubwa ambazo lazima zitunzwe. Familia yake inastahiki kupata nafasi ya kumzika mpendwa wao kwa haraka na kwa heshima bila vizuizi visivyo vya lazima. Si haki kuchelewesha kumazishi kwa kisingizio cha ada kubwa au urasimu usiokuwa na huruma, kwani kufanya hivyo ni kumnyima maiti haki yake ya mwisho. Ni wajibu wetu, ni wajibu wetu kama jamii kukumbuka kuwa heshima ya mwisho kwa marehemu ni sehemu ya utu wetu wa pamoja. Kwa hivyo tuchukue hatua kuhakikisha kila maiti anazikwa kwa wakati na kwa heshima, huku familia yake kibaki na faraja badala ya usumbufu. Haki za Waislamu na za wafuasi wa dini nyingine. Waislamu ni sehemu ya ni sehemu muhimu isiyoweza kutenganishwa na taifa letu hili, na hivyo wanastahili kufurahia haki sawa kama raia wengine wote. Ingawa bado yapo madai yetu ambayo hayajatekelezwa kikamilifu, kamwe hatutaruhusu hali hiyo kutogeuza watu wa chuki au kuvuruga mshikamano wa nchi na taifa letu. Tunafahamu vyema kuwa chuki ni msima, chuki na msimamo ya kibaguzi ni sumu inayosambaratisha umoja wa taifa. Kwa misingi ya imani yetu Waislamu, tutabaki kuwa mabalozi wa amani na maridhiano daima. Historia ya nchi yetu imetufundisha kwamba utulivu na mshikamano havikuwahi kutegemea chuki, bali kuheshimiana na kusameheana. Tunakumbushwa pia hekima ya viongozi waliotutangulia, waliotufundisha kwamba tamaa na chuki za kidunia kuishia kuleta hasara kwa wote. Kwa hiyo tutaendeleza taifa letu na kulinda tunu zetu kupitia mshikamano uliopo, elimu na uadilifu, tukichagua njia ya haki na usawi badala ya vurugu na fujo. Amani kwetu ni urithi usiokuwa na kipimo, na hatutakubali chochote kiharibu amani tuliyokuwa nayo katika taifa letu hili. Hata hivyo, mshikamano na amani haviwezi kudumu bila uadilifu. uadilifu uadilifu ndio daraja linalounganisha haki za wananchi wote na utulivu wa taifa. Bila uadilifu haki hubaki maneno matupu na mshikamano hubaki ndoto isiyotimia. uadilifu uadilifu ni nguzo ya utawala bora na msingi muhimu wa amani bila uadilifu haki hupotea, ufisadi huota mizizi, na ustawi wa taifa huangamia. Tunawasisitiza watanzania kuchagua viongozi waadilifu katika ngazi zote: urais, ubunge, uwakilishi, diwani na viongozi wanaojali maslahi ya wananchi kuliko manufaa yao binafsi. Kiongozi mwadilifu huchunga mali ya umma kama amana, hutoa huduma kwa usawa bila upendeleo, na husimamia sheria kwa haki. Uadilifu hujenga amani baina ya wananchi na viongozi, hufanya kila raia ajisikie salama na kuthaminiwa na huchochea mshikamano wa kitaifa. Maadili ya ushindani na uchaguzi. Uchaguzi ni njia ya kistaarabu na ya kisiasa ya kusimamia ama, kusimamia amana ya wananchi na kuchagua viongozi wa kuwatumikia ni mwendelezo wa utekelezaji wa matakwa ya katiba yetu ya nchi na sio chanzo cha migogoro wala uhasama baina ya watu na vyama vyao. Ili uchaguzi uzalishe matunda ya kweli na heri kwa taifa, ni lazima ufanyike chini ya mwanga, chini ya mwanga wa maadili mema na busara. Tunapoenda kusisitiza misingi ifuatayo kwenye suala hili: ukweli katika ahadi. Ahadi za kampeni si maneno mepesi ya kupumbaza watu bali ni mikataba mbele ya Mwenyezi Mungu na wananchi. Ahadi zenu ziwe za kweli, za kutekelezeka na ziwe na lengo la kulinda maslahi ya taifa. Mwananchi mwema hatamki uongo na viongozi waadilifu hawatadanganya watu wao. Ahadi zenu zikumbukwe kama nyenzo ya kujenga, si kupoteza matumaini. Kila neno lenu liwe na uzito na kila tangazo la kisiasa litekelezeke kwa vitendo. Lugha ya kistaarabu. Tunawasihi wagombea wote wainue hadhi ya lugha ya kisiasa. Epukeni kabisa matusi, kashfa, kejeli, uvumi na maneno ya uchochezi. Tanzania imejengwa juu ya undugu, mshikamano na heshima. Tusikubali maneno yasiyo na staha yaligawanye ya taifa letu. Lugha yenu iwe ya kuleta matumaini, ya kutekeleza maono na suluhisho, si ya kuwa si ya kuumiza mioyo na kupandikiza chuki. Kila neno liwe na daraja la mshikamano, si ukuta wa kugawa watu na taifa letu. Ushindani wa sera: msingi wa ushindani wa kisiasa ni hoja na sera, si shutuma au ubaguzi. Wananchi wanatarajia kuona wagombea wakitoa dira za maendeleo, mipango thabiti na suluhisho makini kwa changamoto za taifa. Hoja zenu ziwe za kuimarisha uchumi kulinda haki za kijamii na kukuza mshikamano wa taifa letu. Uchaguzi bora ni ule unaotupatia viongozi waadilifu na wabunifu, si wa kulaumiana na kudhalilishana. kuepuka kuepuka habari za bandia na uvumi. Vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na kila mwananchi wanalo jukumu la kusambaza ukweli pekee. Habari za uongo, uvumi na propaganda ni sumu, inaweza kusababisha hofu na kuvuruga amani yetu. Tunahimiza watoa habari wote kuhakikisha taarifa mnazozitoa ni za kweli, zenye ushahidi na nia njema. Uandishi wa habari uwe chombo cha kuelimisha na kujenga mshikamano, si silaha ya kuchochea fitna na uhasama. Ukweli ni ngao ya amani na uongo ni chanzo cha maafa. Maadili ya uongozi wa umma. Nafasi yoyote ya umma iwe ni urais, ubunge, uwakilishi ama udiwani si fursa ya kujinufaisha wala kujivu, wala kujivunia, bali ni amana kubwa na jukumu zito la kutumikia wananchi. Mafanikio ya kiongozi mwenye hekima hutegemea msingi wa uadilifu, huruma na uongozi wa busara. Tunasisitiza yafuatayo katika hili: uadilifu kwa wote. Uadilifu ndio msingi wa utawala bora. Kiongozi awajibike kutenda haki kwa raia wote bila ubaguzi wowote, kwa kuwa mwadilifu anahakikisha kila mtu anapata haki sawa na, anahi, na anahisi ni sehemu ya taifa letu. Huruma na upendo. Uongozi sahihi ni kuwahudumia wananchi na kulinda maslahi yao, hususan wanaodhulumiwa, wanyonge na maskini. Kiongozi wa kweli ni yule anayehisi maumivu ya watu wake na anakesha kwa bidii kuhakikisha wanapata msaada. Huu ndio uongozi wa mfano unaojengwa juu ya misingi ya uadilifu, huruma na kujitolea kwa dhati. Uongozi unaoweka mbele maslahi ya taifa na watu wake kuliko maslahi binafsi. Ushauri na majadiliano. Taasisi za dini na wananchi hushauriwa kupanga masuala ya taifa kwa hekima. Tunawahimiza viongozi kusikiliza hoja za maoni mbalimbali mbali kutoka kwa wana kwa wataalamu viongozi wenzao na makundi ya kijamii. Maamuzi yanayojengwa juu ya nojengwa, ushauri yanakaribia usahihi na ni rahisi kukubalika na wengi. Kuchukua ushauri na kufanya majadiliano inategemea njia thabiti. Kwa pamoja tunapata maamuzi sahihi na kuimarisha mustakbal wa nchi na taifa letu. Hitimisho, tunawasihi nyote wagombea, viongozi wa dini, vyombo vya habari, taasisi za kiraia na watanzania wote kuchukua uchaguzi kuchuku, huu kuwa fursa ya kuimarisha umoja wetu wa kitaifa na kuonyesha mfano wa ustaarabu katika ushindani katika ushindani wa kisiasa. Kumbukeni kuwa vyeo hupita, lakini taifa linabaki. Matendo yetu sasa yatakuwa mfano kwa vizazi vijavyo. Tunawaomba nyote kuwa mabalozi wa amani, tushirikiane, tuue chuki na tushikamane katika maono ya ujenzi na maelewano kwa taifa letu. Mwisho, tunamwomba tuna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuyatekeleza yote tuliyotamka. Mwenyezi Mungu ndiye mwezeshaji. Imetolewa na Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama.